Naomba niwahamasishe sana kufanya mazoezi. Sisi hapa ofisi ya mkuu wa mkoa, kila Jumatatu, Jumatano na Ijumaa huwa tunafanya saa kumi na nusu mpaka kumi na moja na nusu tunafanya mazoezi katika uwanja wetu wa mazoezi, lakini jumamosi ya tatu ya mwezi mazoezi tukishirikiana na taasisi mbalimbali ikiwepo polisi. Na mazoezi kama mnavyojua, ni sehemu muhimu ya kuimarisha afya yako, kufanya system zote ziweze kufanya kazi vizuri, kupunguza magonjwa yasiyo ya kuambukiza, kupunguza msongo wa mawazo na changamoto zingine katika miili yetu. Lakini kama ambavyo tunajua sasa hivi, tunaona ongezeko la magonjwa yasiyo ya kuambukiza hasa mijini kushinda vijijini, lakini bado changamoto saratani lakini muhimu kuhakikisha tunapata mlo kamili, mazoezi, kupunguza stress, kunywa maji mengi, ili kusaidia system mbalimbali mbali, mbali, mbali, mbali, mbali, ziweze kufanya kazi kwao. Ni wahamasishe na wengine waige mfano huu. Kwa kweli tunafurahi sana kwa mazoezi yaliyoanzishwa na mheshimiwa RC, yanatufanya kupata hamasa, tunatembea, tunapata nguvu, tunapunguza vitambi kama mimi nilivyo hivi. Sasa hivi niko vizuri, nimeshazunguka nimerudi. Kwa kweli mazoezi ni mazuri sana, yanatuhamasisha sana